Tukianza na habari za Tanzania ni kwamba afisa mmoja wa polisi ameuawa huku watu kadhaa wakijeruhiwa na pikipiki piki piki mbili kuteketezwa kufuatia mzozo wa ugavi wa ardhi unaoendelea baina ya makundi mawili katika eneo la Kibiko, kaunti ya Kajiado. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Kajiado, Alex Shikondi, amesema kuwa watu saba wamekamatwa kuhusiana na ghasia hizo kipande hicho cha ardhi cha ekari 2800 kinachokadiriwa kuwa cha thamani ya shilingi bilioni 100. Taaruki bado imetanda katika eneo la Kibiko, Kajiado Magharibi, kaunti ya Kajiado, kufuatia mzozo unaohusisha kipande cha ardhi cha ekari 2800 ambacho sasa kiko chini ya ulinzi mkali. Hatua hiyo ya mojawapo ya makundi hayo kugawa ardhi hiyo imelikasirisha kundi jingine na hivyo kuzua makabiliano makali yaliyosababisha kuuawa kwa afisa huyo wa polisi huku watu kadhaa wakijeruhiwa na pikipiki moja kuteketezwa. Ile watu ambayo wanalalamika ama wale watu ambayo wanakataa eh, magawanyiko ya hii shamba ni watu waliousa shamba kuwausia yes. other Kenyans ambaye wamenunua upepo sasa, saa hii wanashindwa, ni yeye atachukua ama ni other Kenyans ambayo amewauzia. Kundi lililokuwa likiigawa ardhi hiyo limedai kwamba baadhi ya viongozi wanaopinga shughuli hiyo wanawafadhili vijana walio na silaha butu kuzua ghasia. Ubad kamanda wa polisi katika kaunti ya Kajiado Alex Shikondi amesema ameidhinisha kugawanywa kwa ardhi hiyo baada ya kukagua hati zilizowasilishwa na mashirika ya kiusalama. Shikondi alisema kuwa watu kadhaa walikamatwa kuhusiana na ghasia hizo, akionya kwamba wale wanaochochea zogo watawachukulia hatua kali. Shughuli hiyo ya kugawanya ardhi hiyo inatarajiwa kukamilishwa juma lijalo. Tilio Marco, dira ya magwiji.